Kilifi. Sasa mwandishi wetu Lora Otieno naye ametutumia taarifa ifuatayo kuhusu uchaguzi mdogo matayarisho katika eneo la Ugunja kutoka kaunti ya Siaya. Naam. Ni dakika za la salama ambapo uchaguzi mdogo uh, wa kiti cha ubunge eneo la Ugunja yanashika kasi, na kwa sasa tupo katika shule ya upili ya Ambira, ambapo ndio eneo ambapo jumla ya kura zote zitahesabiwa katika eneo hili na kisha mshindi mteule atatangazwa kutoka eneo hili. Kumbuka kwamba kiti cha Ugunja kilisalia wazi baada ya Opiyo Wandayi kuteuliwa kuwa waziri wa Kawe, na kama unavyoona hapa nyuma yangu kuna maafisa wa IEBC ambao wanafanya uh, zile matayarisho ya mwisho mwisho Ona, kuna yule ambaye yupo na uh, karatasi ambavyo wanaangalia kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kinahitajika kipo katika ile sanduku ambayo itatumika uh, uh, kutia kura uh. katika eneo hili kuna jumla ya wapiga kura elfu sitini mia moja kumi na nne ambao wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi huo mdogo siku ya Alhamisi na kile ambacho tunaarifiwa kuwa ni pia, kuna maeneo sitini na saba ambapo uh, kura hiyo itakuwa ikifanyika. Hiyo uchaguzi ambayo tunaendea on 20, 27, on Thursday, watu watoke wote kwa maana watu h wa wanasemanga hii by election watu wengi huwa waendi. Mimi naomba watu watoke hiyo tarehe, uende uchague mtu wako, ambaye roho yako ilikuwa ameshaamua utamchagua yeye kama mbunge wako. Security wise, vijana tukue chonjo na tukue macho e, tusikue watu wa kutumiwa, ati mwanasiasa amekupatia pesa kidogo, unataka kufanya mambo yako hapa ya ajabu, inaleta vifo na mambo vingine. Jambo ya tatu Wacneni waongozi wetu hapa wenye wanaweza wamesimama hawa, eh, tunawaomba msilete au magunzi. Sisi kama nilivyosema, shughuli inaendelea. Pia vilevile tumeona maafisa wa usalama ambao wanatarajiwa kushika doria katika eneo hili, lakini katika eneo la Ugunja hakuja kuwa na masala ya utovu wa usalama ambayo iliripotiwa wakati wote, kutoka wakati ambapo kulikuwa na kampeni mpaka sasa ambapo sasa wakazi wanatarajiwa kwenda kupiga kura. Kwa hivyo baadaye tutazungumza pia na maafisa wa usalama ili watueleze ni kanuni gani ambazo wameweka kuhakikisha kwamba iwapo kutakuwa na visa vyovyote, basi vita shughulikiwa vilivyo kutoka eneo la Ugunja Siaya. la ziada mimi ni Laura Otieno. Na mimi ni Swale Mdoe nikiwa studioni, tukiwa tunapata mapumziko mafupi kabla ya kurejea na taarifa zaidi.